Na habari za wakati huu. Karibu tena ni wakati mwingine mzuri kabisa e, tunakutana hapa tuendelee kubadilishana taarifa mbalimbali. Pasina shaka upo salama kabisa. Leo ni mwendelezo wa kesi ya uhaini ambayo inamkabili mwenyekiti wa Chadema Taifa, mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Tunaendelea pale ambapo tumeishia siku ya jana. Tundu Lissu amefikishwa mahakamani, lakini pia leo ulinzi E, ni mkali kweli kweli, jeshi la polisi wamejipanga kweli kweli. Polisi nje ya ukumbi wa mahakama walikuwa ni wengi sana. Unakumbuka kile ambacho kimetokea jana, vurugu kubwa mno baada ya idadi kubwa ya wafuasi wa Chadema kujitokeza mahakamani, polisi wakaamua kuwatawanya, lakini pia kwa kipigo. Na polisi katika taarifa yao wakadai ya kwamba wao e, polisi walikuwa wanajihami baada ya kushambuliwa, kwamba kuna wanachama wa Chadema ambao walikuwa nje ya ukumbi wa mahakama walianzisha vurugu na kutaka kuwashambulia e, na kutaka kuwashambulia polisi. Kwa hiyo polisi walichokifanya walikuwa wanajihami, yani polisi walikuwa wanajihami. Lakini kinachoendelea hivi sasa ni kwamba ukumbi wa mahakama bado haujajaa kabisa, yani kulikuwa kuna kama watu 30 tu ndani. Lakini cha ajabu msaidizi wa mafuele anaitwa Joji bado yupo getini alikuwa anaendelea kuzuia watu wasiingie, lakini pia wakawa wameisha anza kuwafukuza watu wakiwaambia waende nyumbani. Huyu ni Hilda Newton ambaye huwa anatuandikia update moja kwa moja kutoka mahakamani, anasema kama unasoma ujumbe huu na upo hapo nje, tafadhali usiondoke. Viongozi wetu wameenda kuzungumza na msajili wa mahakama ili watu waweze kuruhusiwa kuingia . So, msitawanyike. Hilda amechapisha hii taarifa kwamba watu ambao wapo nje ya mahakama wasiondoke kwa sababu viongozi wanakwenda kuongea na msajili wa mahakama ili watu waruhusiwe kuingia ndani. Unaona hali jinsi ilivyo hapa. Hii ilikuwa ni idadi ya watu ambao wapo mahakamani lakini polisi wanawatawanya watu kwamba majaji wameingia kwenye ukumbi wa mahakama kwa ajili ya kesi ya mheshimiwa Lissu kwanza. Baada ya majaji kuingia, imebidi viongozi wote wa chama na wanachama wote ambao tayari walikuwa wameshaingia ukumbini, wametoka nje kuonyesha kuto kuunga mkono kitendo cha polisi kuzuia watu wasiingie mahakamani. Kwa viongozi wa Chadema na wanachama wa Chadema ambao walikuwa ndani wakaamua kutoka nje ya mahakama sasa, e, kwamba wanataka wale ambao wamezuiwa waweze kuingia ndani. Hilda ameandika hapa kwamba Mheshimiwa Lissu amesema hataendelea na shauri lolote mpaka pale watu wake wote waliozuiwa nje watakaporuhusiwa kuingia ndani ya ukumbi wa mahakama. Nimeona pia hapa e, Askofu Mkuu Imausi Bandekile Mwamakula ameandika pia kwamba Lissu amegoma kuendelea na kesi mpaka watu wote ambao wamezuiwa nje waingie ndani ya ukumbi wa mahakama. Watu wanatoa maoni yao hapa. Huyu wa kwanza anasema kwamba dume la simba limeongea safi mwanaume, mahakama nayo ni kama haipo huru hivi. Mahakama haziwagi na askari wake? Hao wanaokuja wanaokuja wanakuja kufanya nini mahakamani, wakati ulinzi wa wafungwa ni wa magereza. Lakini pia mwingine anasema hapa kwamba kwa kweli naumiza sana, yani zaidi ya sana safi sana, Lissu tupo pamoja na wewe. Lakini pia mwingine akasema kwamba huyu jamaa aishi sana, ise safi sana, nilikuwa natarajia hili kwa King Tundu Antipasi Lissu. Kwa hiyo hapa tusubirie kuona nini ambacho kitatokea kita eh, Lissu amesema kwamba hawezi kuendelea na kesi mpaka watu wake watakaporuhusiwa kuingia ndani ya ukumbi wa mahakama. Tuchia maoni yako na tutakujuza hapa nini ambacho kimetokea, lakini pia update zote za mahakamani leo tutakusogezea hapa kama kawaida. Kubwa, kaa karibu nasi, lakini pia subscribe kama ni mara yako ya kwanza umetembelea chaneli yetu.